Tumshukuru Ustadhi Muharram Mazola kwa kutuwakilisha vizuri vijana. Mwenyezi Mungu atuwekee, atizidi kutubarikia Waislamu kwa taratibu na nidhamu za hadhara za namna hii. Kila yule ambaye atajaribu kukuzungumzisha mambo yasiyohusiana na baraza hii, huyo hakutendei haki. Jitahidi kumwepuka yoyote anayejaribu kukuzungumzisha mambo yasiyohusiana na tukio hili, huyo ni adui yako namba moja kwa kikazi hichi, jitahidi umwepuke ili uishi katika lengo ambalo kuu ni kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika hao ambao wanaweza kukuzungumzisha, usije ukaelewa kwamba ni rafiki yako ama ni ndugu yako uliyekaa naye karibu peke yake, bali hata simu yako inaweza ikakutoa katika jambo hili, ikakusafirisha ikakupeleka mahala pengine. Wenzio wakawa wanautumia vizuri muda huu kwenye kumswalia sana bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalam, halafu wewe ukawa upo kwenye ulimwengu mwingine, ulimwengu ambao unaweza ukawa umepata hasara katika kikazi hichi. Tuwe ni makini sana na simu zetu wakati huu wa kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad. Kwa wakati huu kipaza sauti hichi ni kikabidhi kwa imamu Sheikh Ali Bakari Ali mwalimu wangu huyu, wale wasiojua mwalimu aliyenisomesha alifu ni Sheikh Ali Bakari Allahumma, salli wa sallim alayhi, pale nuru lilmuttaqina kwa Sheikh Kondo, mlezi wetu Sheikh Salim Kondo yule pale. Mwenyezi Mungu atuwekee, ndio fahari yetu. Kwa hiyo mwalimu wangu ni kuombe popote ulipo

E, kazi yangu ni moja, ustadhi amesahau tu kuliweka wazi, lakini nikuja kukaribisheni, niwakaribishe katika uwanja huu mtuma wa kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akina baba na akina mama wote tunakukaribisheni katika uwanja huu wa Masjid Mnyamani na lengo kubwa ambalo limetukusanya kama ambavyo limezungumzwa na ustadhi Ally Asaa, tumshukuruni Mungu kwa taufiki hii, kwani wapo wenzetu wengi. Mwaka jana tulikuwa nao hapa katika uwanja huu, baadhi yao akiwemo shekhe wetu Sheikh Muhammad Idi, mwaka jana tulikuwa naye, mwaka huu hayupo. Maalimu Isa Isa al-Amudi pia naye tulikuwa naye katika uwanja huu mwaka jana mwaka huu hatunaye. Eh, tuna mzee wetu mzee Figa pia alikuwa amekaa kwenye kiti pale mwaka jana, kwa sasa hivi hayupo na wengine wengi wengi. Kwao, tutumieni fursa ya uhai tulionao kwa maandalizi ya akhera. Na kauli mbiu ambayo tunapenda tuitoe kwa mashekhe zetu tuwaombe radhi, wakiridhika nalo hilo basi, tunawaomba wafanye hivyo. Kauli mbiu yetu ambayo tulionayo, maulidi yetu hii, ni maneno mara nyingi ambayo alikuwa anarudia shekhe, alikuwa anazungumza sana Sheikh Muhammad Eid katika mawaidha yake mengi, alikuwa anakariri mara, mara kwa mara, akituambia kwamba fanya kazi kwa ajili ya dunia yako kana kwamba utaishi milele. Mara nyingi shekhe alikuwa anarudia rudia mawaidha haya, fanya kazi kwa ajili ya dunia yako kana kwamba utaishi milele, fanya amali njema kwa ajili ya akhera yako kana kwamba utakufa kesho. Mawaidha haya shekhe alikuwa mara kwa mara anarudia. Kwa hiyo kauli mbiu yetu ya mwaka huu ya maulidi yetu kama mashekhe wataridhika na hili tunawaomba, basi tutembee na kauli mbiu hii ama. Baada ya hayo, tunakukaribisheni sana sana katika viwanja hivi e, muwe na amani na inshaallah tunamwomba Mwenyezi Mungu, tumeanza vizuri na tumalize vizuri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni imamu huyo Sheikh Ali Bakari atala allahu baqaahu. Pia ametutolea kauli mbiu ya jambo letu hili, tujitahidini sana kuifanyia kazi lile eneo la mwisho. Katika wasaa huu, tufanye mema kana kwamba tutakufa kesho katika hayo mema ambayo tunayo kwenye uwanja huu kwa sasa, hakikisha sala za Mtume sallallahu alaihi wasallam haikauki katika midomo yako. Kila mmoja ahakikishe mpaka tukiondoka, basi kapu yake imejaa sala za Mtume nyingi, sallallahu ala sayidina Muhammadi.